Chauma nasikia kama mjeshiba vile, Chauma kwa shibe <coughs> Leo ni siku ambayo tunaandika historia mpya ya chama chetu tangu tulipopata usajili mwaka 2013. Sasa tunaendelea na safari ya kujenga chama chetu hatua kwa hatua katika mapito mbalimbali mbali, na hatimaye tumefikia siku hii muhimu katika historia yetu kama chama na taifa kwa ujumla. Chama hichi kilianzishwa kwa misingi ya kuanzisha kwamba sisi sote tutakuwa na azima moja, ili kuweza kupata ma, mahitaji ya watu wote na watu wagawane mahitaji ni, ni kitu cha lazima. Ndiyo maana na nembo ya chama chetu kuwa na alama moja ambayo ni kiganja cha mkono kilichokunjwa kimaanisha umoja na ushikamano wa taifa letu. Itikadi ya chama chetu, tunaamini kuwa katika demokrasia ya kijamaa, na ndiyo ambayo misingi yake ni uhuru, umoja, ukweli haki, amani, usawa mbele ya sheria, ustawi wa jamii na maendeleo wa wote, na wakaribisha wana, wanachama wapya, tukapambane kwa hoja tuweze kupata mabadiliko ambayo watalipeleka, watalipelekea kufikia na kuishi misingi ya kuundwa kwa chama chetu.